Hali ya biashara katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali ya biashara iko vipi? Kwa jina naitwa Ramadhani Isa. Kuhusu hali ya biashara, nafikiri sijui, ndo labda ni mfumo. Ukiwa ukija huu mwezi, huwa vitu vinakuaga vinaongezeka bei. Sababu sijajua kwa nini nakuwa hivyo, ila nadhani ni mfumo, maana na mimi mwenyewe ni mgeni hapa na wiki kama, kama moja hivi toka nimekuja huu ni mfumo wenu biashara ama tu mwezi wa Ramadhani ndo unakujaga na, na hizi bei. Ah, hapo inategemeana sasa. Kama sisi tunakobeba nani bidhaa, kama bei zitakuwa zimeongezeka na sisi huku lazima tuongeze kidogo tufidie tupate na sisi faida. Eh. Kwa hiyo sasa labda let's say, kwa huu mzigo ambao uko nao hapa mezani awali ulikuwa unauchukua kwa kiasi gani, na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani umepanda kwa kiasi gani? Uh, kwa saizi bado sijajua, maana bosi ametoka, mimi ameniacha tu hapa ila, kwa saizi loba moja tuna linachukuliwa kama kwa hapa mimi, saizi naanzia 85 loba hadi sabini. Sasa sijajua yeye, yeah, anakochukua anachukua kwa shingapi loba moja, maana anachukua Mbeya kule tukichukua bei bei ya juu na huko lazima kidogo na sisi tuongeze kidogo tufidie bei ya kule ili mambo yaende sawa ili tupate hata hela ya kubeba mzigo mwingine. kwa jina la Yota Johari naishi sevya. Bidhaa kwa sasa imepanda sana, nyanya za mia tatu tunanua mia tano na nyanya za mia mbili tunanua mia tatu. Mchele ulikuwa elfu moja mia tano kwa sasa hivi wanunua shilingi elfu mbili mia tano kwa elfu mbili. Kwa sasa ndugu zetu, biashara imekuwa juu sana, kunaongiwa na hali ya chini sana, hawana uwezo na huu mwezi mtukufu. Jina naitwa Hezron Winger. Winger, Winger, Winger, W-I-N-G. kitu wa soko hapa soko tumehamia ni soko la Vimajo. Huu mwezi wa Ramadhani umeangukia baada ya kuseme mishahara kutoka. Tunakuwa na mzunguko mkubwa hasa mishahara inapokuwa inatoka. Lakini kwa hali ya kawaida uchumi kwa ujumla nafikiri inafanana kujaribu kwa sana na mikoa mingine, hali ni hii hii mzunguko ni mdogo, ni mdogo, ni mdogo sana. Kuna ile kasumba ya ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu, baadhi ya bidhaa ama mahitajio ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ndegeshi viazi, si kupanda bei ama no, kubadilika bei. Kwa nini hapa kwa wewe? Na wewe ni mfanyabiashara katika soko hili, hali iko vipi kwa upande wa wewe, ukenda kuegemea bidhaa hizi na mwezi? Yani ninachofikiria wala si hali ya Ramadhani. Kuna mikoa mingi ambayo tunaagiza bidhaa hizi. Kwa mfano mimi nauza na viazi hapa lakini mikoa mingi mvua hamna. Nauza viazi, nauza ndizi mbichi na haya matunda mengine haya, Bafano kwa mfano, kwa uzoefu Bukoba ambapo tunaagiza ndizi, mvua haijanyesha kabisa. Kwa hiyo hali ya biashara kule ni ngumu, ni ngumu, ni ngumu kwa kwa ya ni ngumu ni ngumu ni ngumu kwa wakulima. Utakuta bidhaa zinapanda bei na hasa inatokana na usafirishaji. Wasafirishaji wametupandishia bei sana, na wewe upate faida inabidi walau uongeze bei kidogo lakini sio kwamba bei ya vitu vimepanda. Ilikuwa nauza viazi shilingi elfu moja na ndio naendelea nayo mpaka sasa, hata kabla ya Ramadhani kwa viazi havijapanda kabisa. Yani hata kabla ya Ramadhani kuna kipindi ulikuwa nauza kiazi kilo moja shilingi 1200 mpaka 1100, lakini sasa hivi bado tumerudi kwenye ile ile elfu, na wa jumla wanaokuja mezani hapa tunauza mpaka 800 kilo, wale hasa wa madukani ambao wanakuja kulangua hapa na wanakwenda kuuza madukani. Kwa hiyo ndio nauza 6000, nauza 800, 900, inategemea wasafirishaji, kwa ujumla wasafirishaji, alafu na mahitaji yamekuwa ni makubwa, mahitaji yamekuwa makubwa. yaani kwa ufupi ni kwamba ardhi kama ardhi yenye mashamba yanayozalisha hayaongezeki, lakini watu wanakuwa ni wengi. Sasa hivi kila moja ana relai kufanya biashara, kwa hiyo mikoa mingi mnagongana kwenye eneo moja, wote mnataka bidhaa hiyo. Kwa, vio, vio, automatic bei kidogo ipande. Kwa majina yangu naitwa Shabani Muinda, ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara wa masoko. Hali ya kibiashara yani, hali ya kibiashara imegawanyika katika sehemu mbili. Biashara si nzuri sana kama vipindi vingine, kwa sababu vipindi vingine tulikuwa tukifunga, lakini tunakutwa tuko maeneo halisia ya kibiashara. Sasa wale waliopisha mradi nikiwemo na mimi, kwa kweli bado hatujazoeleka huko tulikoenda, kwa hiyo bado tuna changamoto, lakini pia na wafanyabiashara wengine wajamaliza maeneo yao na kuanza biashara zao. Hao ni wale waliopisha mradi, mambo bado ni magumu kulingana na hali zenyewe. Lakini masoko mengine unakuta biashara inasuasua sana, biashara ambayo inaonekana ina, inatoka ya miogo Eh, vitu kama hivi vitu vya futari, futari, lakini biashara zingine zinasuasua sana kulingana na hali yenyewe ya kimaisha, unavyoona maisha yako tight kidogo na pesa imekuwa yaani, ukiwa na elfu kumi kaicheni zaizi mpaka saa ngapi, hauna hela. Kwa hiyo vitu viko bei, tunanunua bei kubwa na tulazimu tuuze bei kubwa. Sasa mtu anasema bei mnauza kubwa, sasa inakuwaje? Mtu umenunua bei kubwa, uuze bei rahisi? Kwa hiyo bei bado zile zile, tunajitahidi kubalansi, lakini kwa kweli, kwa biashara si nzuri sana. Kwa mfano, uwezi ukanunua elfu tano ukauza elfu nne haiwezekani. Unanunua na jinsi unavouza, unaona eh si kama wafanyabiashara hao wanapenda wauze ghali kwa sababu na wao jamii zao zimo humu mji huu wa Tabora. Lakini mtu una, una, unafanyaje? Unanunua ghali unauzaje rahisi? Unaona kuna vitu vingine havina udhibiti wa bei. Mkulima anauza anavyotaka, vitu kama nyanya sio vitu gani miogo hii vitu vya mkulima anauza anavyotaka. Ngombe hawa, mtu anafika anasema nataka milioni moja na nusu, unafanyaje? lazima ununue na utauza kulingana na jinsi. Kwenye biashara zetu za masokoni, bei elekezi kwa kweli ni hakuna, kwa sababu leo unaweza ukakuta viazi ulaa vinauzwa elfu moja na mia mbili kesho vikapatikanwa vika, vika kwa wingi kule Mbea vinakotoka ukakuta vinauzwa kwa hiyo yani, mtu anauza kulingana na alivonunua. Kwa majina anaitwa Mashaka Huseni Matola biashara kwa mwezi wa Ramadhani ni nzuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala, safari vitu havijapanda sana bei. Tunashukuru serikali yetu imeweza kulisimamia hilo swala, swala la bei vizuri. Mambo imekaa vizuri kabisa, wala hakuna shida ndani yake. Uh, kwa maana unasema, yani vimepandapanda panda bei yani sio hali sio mbaya. Unamaana kuna baadhi ya bidhaa zimepanda ndani ya huu mwezi wa Ramadhani? Hapana ha, yani kama kuna vitu vimepanda basi ni kidogo sana, lakini karibia vitu vyote vipo katika ile bei yake ya siku zote. Kwa hiyo vitu havijabadilika bei. Kwenye meza yako ni bidhaa gani ambayo kwa awali hapo ilikuwa ni bei tofauti, lakini hivi sasa ukienda kuhemea na we ili uje uuze hapa bei imekuwa ni tofauti? mm -hmm. Aha, bei be iliyobadilika katika ofisi yangu hususan ni tambi. Tambi zimepanda kidogo ila sio sana. Tambi tulikuwa tunanua elfu sitini na mbili, elfu sitini na tatu, sasa hivi tunanua elfu sitini na tano. Kwa hiyo kuna ongezeko la kama shilingi 2000 hadi 3000. Ta sisi zamani tulikuwa tunauza 1800, 1900. Kuna baadhi ya sehemu nyingine walikuwa wanauza 2000, lakini mpaka kwa muda huu bei ya sasa hivi ya tambi ni shilingi 2000. Elfu thelathini na tano ni box moja ambazo zinakaa tambi ishirini. Kwa hiyo ukiuza kwa elfu mbili mbili, kuna shilingi elfu arobaini. Kwa hiyo faida yako unapata kama ni shilingi elfu tano, ndiyo. Mm, hatupandishi -hmm. Sisi wenyewe kwao, si wenyewe, vitu kama hivi si wenyewe, tunapangiwa kwa, kwa vitu vikipanda kule kule. Kwa hiyo na sisi lazima tupandishe kidogo, ili ma, ya, mambo yakae vizuri upande wa usafirishaji. Sasa hivi usafiri ni mwingi tofauti na miaka mitatu ya nyuma minne mitano. Sasa hivi kwanza barabara zetu kama kutoka Mpanda, sijui yani kuingia mkoa wa Tabora, asilimia nyingi barabara zinapitika na competition ya magari ni mengi, kwa hiyo unakuta yani nauli ya mwaka jana ya mzigo na ya mwaka huu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi nafikiria hapo kuna kitu tatizo, lakini sio tatizo. Usafiri, usafiri upo ni mwingi na bei ya usafiri imeshuka sana sababu ya competition, magari ni mengi. Leo kutoka hapa kwenda Dar es Salaam gari labda mimi na lori linapakia mchele, yani kila tani moja linapakia elfu sitini, yani kila tani moja elfu sitini hiyo ina maana kwa tani kwa tani labda kwa tani kumi laki sita ya mchele. Sasa hemu angalia kwamba uone kwamba na nini ni ndogo na bado mpaka chini ya hapo tu wanapakia watu, kuna gari ambazo zinakuja ziko tupu nini, lakini pia ni mabasi haya yanayosafiri, ili upate wateja. Saa hizi competition ni kubwa, mtu ana debe nne achajiwi eh.